Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha TMDA na jamii. Ni siku nyingine tena, mamlaka ya dawa na vifaa tiba inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji, vipindi vijulikanavyo kama TMDA na jamii, kwa lengo la kukujuza, kukuhabarisha, lakini pia kukutaarifu mambo kadhaa ambayo yanatendeka ndani ya TMDA kwa lengo la kulinda afya yako, afya ya jamii, afya ya mwananchi ambaye anaishi katika nchi ya Tanzania Ninayekukaribisha kutoka TMDA na jamii naitwa Gaudensia Simwanza, na kualika ungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha. Nasema karibu afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi chetu cha TMDA na jamii, katika studio huwa tunakuwa tuna jambo letu au tunakuwa tuna mada ambayo kwa pamoja tunaijadili, ili mwisho wa siku na wewe uweze kushiriki katika swala zima la udhibiti uweze kutekeleza wajibu wako kama mwananchi wa Tanzania katika swala zima la udhibiti, na tunaongelea udhibiti wa dawa, vifaa tiba pamoja na vitendanishi. Kwa siku ya leo, tutajikita katika maabara ya vifaa tiba. Kama ambavyo tunafahamu, vifaa tiba ni bidhaa ambayo tunaitumia kila siku katika maisha yetu ya kila siku, iwe umeenda hospitali au hata ukiwa nyumbani, kuna baadhi ya vifaa tiba ambavyo tunavitumia hata katika mazingira yetu ya nyumbani. Tutakuwa na mtaalamu wetu Bi Catherine Luanda ambaye atatueleza kwa kina ni nini majukumu ya maabara ya vifaa tiba ndani ya TMDA, na kukaribisha aungane nami tumsikilize mtaalamu wetu Bi Catherine Luanda. Karibu na TMDA. Karibu katika maabara ya vifaa tiba na vitendanishi ambayo ni maabara mojawapo kati ya maabara zilizopo chini ya kurugenzi ya huduma za maabara. Mimi naitwa Catherine Lwanda ni meneja wa uchunguzi wa vifaa tiba pamoja na vitendanishi. Maabara hii inahusika na kupima ubora na ufanisi wa vifaa tiba na vitendanishi, na katika maabara hii tuna mashine mbalimbali mbali kwa ajili ya kupima vifaa tiba vya aina mbalimbali mbali, ikiwemo mipira ya kiume au tunasema condom, lakini pia mipira ya kike tunasema female condom lakini pia gloves pamoja na sutures, syringes, gauze na sanitary towels. Maabara ya vifaa tiba inasaidia katika maamuzi ya kiudhibiti kwa kutoa, kwa kutoa uthibitisho wa kisayansi baada ya uchunguzi wa kimaabara wa hali halisi ya vitendanishi au vifaa tiba kwa maana ya ubora au ufanisi wake. Kwa hiyo iwapo kuna bidhaa ya vifaa tiba au vitendanishi sokoni ambayo tunataka kufahamu ubora wake ili kuweza kufanya maamuzi ya kiudhibiti, basi bidhaa hiyo huletwa hapa kwenye maabara hii kwa ajili ya kupimwa, na matokeo ya uchunguzi basi yanatumika katika kufanya baadhi ya hayo maamuzi ya kiudhibiti. Kama nilivyotangulia kusema, katika maabara hii kuna vifaa mbalimbali kwa ajili ya kupima ubora na ufanisi wa vifaa tiba. Mojawapo wa vifaa hivyo ni hiki hapa, kinaitwa ELT machine au electric leak tester. Kifaa hiki kinapima mipira ya kiume kuangalia uwepo wa matundu na kinatumia principle ya electrolysis. Ili mpira wa kiume uweze kufaulu, uonekane kwamba hauna matundu, basi mpira huo unatakiwa uwe perfect insulator. unatakiwa usiruhusu any electronic charge kutoka ndani ya huo mpira wa kiume kwenda kwenye mazingira yanayo surround hapo, yani kwenye tenki au kutoka kwenye tenki na kuingia ndani ya mpira huo ambao uko under tests, ambao unapimwa kwa wakati huo. Kwa hiyo hapa tunaona namna kifaa kinavyofanya kazi, mchunguzi anavesha ile mipira ya kiume kwenye test heads, ambapo baadaye itadumbukizwa ndani ya water solution ambayo ni ina concentration ya chumvi. Kwa hiyo hapo ndipo test takapofanyika kwa ile kanuni ambayo nilikuwa nimeitangulia kusema ni kanuni ya electrolysis. Kwa hiyo tutapima kwamba mashine itatuonesha iwapo hii mipira ya kiume, je, ni perfect insulator, hairuhusu any charge kutoka ndani kuingia kwenye environment, au kutoka kwenye environment, yani tanki, kuingia ndani ya mpira ya kiume kama anavyovesha hapo. Mipira ya kiume haipaswi kuwa na matundu, kwa maana ya kwamba basi itashindwa kumlinda mtumiaji anapoitumia, kumlinda dhidi ya maambukizi, kwa kuwa yale matundu yataruhusu majimaji kupita na kuingia kwenye sistemi yake na kumsababishia maambukizi. Kwa hiyo mipira ya kiume kwa wakati wote kwa ajili ya usalama wa mtumiaji, haipaswi kuwa na matundu. Hapa tuna mashine ya package integrity tester. Naita pack seal integrity tester tester. Hii mashine inatumika kwa ajili ya kuangalia iwapo vifungashio vya mipira ya kiume vimeandaliwa kwa usahihi, havina matundu, haviruhusu hewa au lubricants kutoka au kuingia ndani ya kifungashio hicho. Hii mashine inatumia principle ya negative pressure ambapo katika uandaaji na ufungashaji wa mipira ya kiume vile fungashio vinakuwa vimeandaliwa kwenye mazingira ya pressure ya kawaida au msukumo wa hewa wa kawaida, positive pressure. Hivyo unavyoweka kwenye hii mashine una introduce mazingira ya negative pressure, ambapo unakuwa kama vile umeichallenge kile kifungashio. Hivyo kama kitakuwa hakina matundu yoyote basi huu mfumo utakuonesha, kwa maana kwamba kutakuwa hakuna any bubbles. Lakini hapo kifungashio chenyewe kina matundu yoyote yale, basi haya maji kwenye hili tenki yataingia ndani ya kifungashio, na baadaye mchunguzi atakapotoa ile kifungashio atakwenda kukagua zaidi kwa kukata na kuangalia ndani, ataona kwamba maji yametoka kwenye tenki yameingia kwenye ndani ya kifungashio, basi ataweza kujua kwamba kifungashio kile kilikuwa hakiko salama, kwa maana ya kwamba kina matundu, hakikuwa sealed. Umuhimu wa kigezo hiki kwenye mipira ya kiume ni kuhakikisha kwamba wakati wote mipira ya kiume inapokuwa ndani ya kile kifungashio na inapokuwa kwenye eneo labda, kwenye duka au popote inapokuwa imetunzwa, au nyumbani kwa mtumiaji, basi ile mipira ya kiume inakuwa iko salama haiwezi kuingiza chochote kile kutoka nje, mfano vumbi au kemikali au majimaji yoyote. Lakini pia inahakikisha kuwa kilainishi kile ambacho kiko ndani kwa ajili ku, ya kutunza ubora wa ile mipira ya kiume basi hakikauki, kwa sababu kama kifungashio kiko wazi maanake uh, kilainishi kitakutana na hewa ya nje na kitakauka, kwa hiyo basi ile mpira ya kiume itakuwa haina tena ubora ule ambao unahitajika ili kumlinda mtumiaji dhidi ya maambukizi wakati anapotumia. Mashine nyingine ambayo tunayo kwenye maabara hii kwa ajili ya kupima ubora wa vifaa tiba ni mashine ya water tightness. Kwa ajili ya kupima water tightness kwenye gloves. Kwa hiyo mashine hii nayo inatumia maji ambapo mchunguzi anavesha gloves kwenye test head, kwenye ile mashine na anaingiza maji kwenye kila gloves, na hii mashine ni ya visual. Kwa hiyo baada ya kujaza maji kwenye zile gloves, mchunguzi atakagua gloves moja moja na kuangalia iwapo kuna, kuna yoyote ile ambayo inavuja, yaani inatoa maji. Hivyo anaweza kujithibitishia kwamba gloves ile ni salama au si salama kwa ajili ya matumizi. Kipimo cha water tightness pia kinatuambia ubora wa gloves kwa kuwa iwapo gloves ina matundu yoyote ile, basi itashindwa kumlinda mtumiaji, yani labda mtoa huduma wa afya, huduma za afya, kwa mfano nesi au daktari anapokuwa ameitumia. Lakini pia itashindwa kumlinda mgonjwa, kwa maana ya kwamba itaruhusu vimelea, iwapo vipo vyovyote vile, kupita kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kupitia yale matundu ambayo yatakuwepo kwenye gloves. Pia kwenye maabara hii tuna uh, supporting equipments ambazo zinasaidia utendaji wa vifaa vingine vikubwa. Kwa mfano hapa tunayo oven, hii inatumika kwenye kupima kiwango cha unyevunyevu kwenye medical textiles mfano cotton, yani pamba au cotton gauze. Ile gauze ya kufungia vidonda. Kwa hiyo hii mashine hii oven inatumika kwanza kwa kukausha ile pamba au sampuli yetu ili baadaye tuweze kupima kwa kutumia difference in weight, yani kupima tofauti ya uzito kabla na baada ya kukausha. Kwenye hii oven, tunaweza kupata au kucalculate kupata kiwango cha unyevunyevu kwenye hizi bidhaa, yani cotton au gauze. Umuhimu wa mashine hii au kipimo hiki ni ili kujithibitishia kwamba pamba yetu au cotton gauze haina unyevunyevu kupita kiwango. Madhara ya unyevunyevu, iwapo pamba ina unyevunyevu zaidi, manake itawai zaidi kutengeneza ukungu au naweza kusema mold kwa unaweza ukakuta labda pamba inakuwa ina uchafuzi mweusi kama kama masizi meusi hayo, ambayo yanaweza na ya kuindicate kwamba je, hii pamba au hii cotton gauze inaweza ikawa ina uchafuzi wa ukungu au mold. Hii oven inatusaidia kwa ajili ya kupima kigezo hicho. Hii inatumika kwenye kupima kiwango cha vilainishi kwenye mipira ya kiume. Kama nilivyoeleza pale awali, tuna kigezo kile cha paxil integrity test ambacho umuhimu wake ni kuhakikisha kwamba kifungashio cha mipira ya kiume kiko salama na hakiwezi kuruhusu vilainishi kutoka nje. Sasa hii ni mashine nyingine ambayo inasaidia kupima kiwango cha vilainishi kwenye mipira ya kiume. Kwa hiyo mashine hii huwa inatumiwa, ina kwa ku extract, kwamba ukishachanganya, ukishaiweka mipira yako ya kiume kwenye extracting solution, unaiweka hapa, inakuwa inatikiswa katika spidi maalum kwa muda maalum, inasaidia sasa kutoa kile kilainishi kiingie kwenye hali ya kimiminika ili tuweze kufanya hatua nyingine tena zaidi kwa ajili ya kupima, kupata kiwango halisi cha kilainishi kwenye mipira ya kiume. Hapa tuna mashine ambayo inaitwa universal tensile machine au UTM. Hii mashine inatumika kwa ajili ya kupima uimara wa aina mbalimbali mbali za vifaa tiba ikiwemo intrauterine device ikiwemo pipings na tubings mbalimbali kwenye medical devices mbalimbali, lakini hasa zaidi sisi tunaitumia kwa ajili ya kupima uimara wa sutures ambazo ni nyuzi ambazo zinatumika wakati wa upasuaji. Kwa mashine hii inatumika kwa, kwa, kwa principle ya kuapply force. Force fulani ambayo imetajwa kwenye miongozo inakuwa applied kwenye suture na kuweza kudetermine kama katika kiwango gani cha force ule uzi utakatika na baadaye kufanyika calculations kuweza kupata uimara wa hizo sutures. Umuhimu wa kigezo hichi cha tensile properties kwenye sutures ni kuweza kuhakikisha kwamba nyuzi zinazotumika kwenye upasuaji au kushona kidonda cha mgonjwa wakati wa upasuaji au baada ya upasuaji zina uimara kiasi kwamba hazitakatika wakati wa upasuaji, lakini pia zitaweza kushika au kukaa zile zilivyowekwa wakati kwenye zile stitch kwa muda ambao unatakiwa, ili kuweza kumlinda mgonjwa kwamba kidonda chake kisifunguke kabla ya wakati wa kabla ya wakati ile ngozi yenyewe hijaji hili yenyewe, yani hijajifunga yenyewe baada ya upasuaji. Hapa tuna mashine ambayo inaitwa automated width tester, na hii hapa inaitwa automated length tester. Hizi mashine mbili ni kwa ajili ya kupima dimensions yani urefu au upana wa mipira ya kiume. Kwa hivyo mchunguzi atapokuja na sampuli yake hapa, anavesha kwenye hii mandrel na kuweza kuangalia urefu wa ule mpira wa kiume. Lakini pia akija hapa, anai place hapa na kuweza kuangalia upana wa ule mpira wa kiume. Vigezo hivi vya urefu na upana wa mpira wa kiume ni muhimu sana katika ubora lakini pia na utendaji wa kifaatiba aina ya mipira ya kiume kwa sababu hizi ni tunaweza kusema kama ni fitting dimension. Kama zisipomtosha mtumiaji kama, kama mpira wa kiume ni, m, ni mdogo, yani hauna upana wa kutosha, manake mtumiaji atakapovaa atau stretch kupita uwezo wake wa kuhimili na inaweza ikachanika wakati wa matumizi. Au kama ni fupi basi inaweza licha ya kuchanika, inaweza ikavuka ikatoka kabisa katika matumizi, hivyo kukosa kumlinda mtumiaji dhidi ya maambukizi ambayo anaweza akayapata wakati wa matumizi kwa mpira. Ule utakuwa hauna vigezo stahiki kwa ajili ya kumlinda mtumiaji. Hiki ni chumba kwa ajili ya kupima uwezo wa mpira wa kiume kuhimili msukumo wa hewa yani pressure, lakini pia kupima ni kiasi gani cha hewa kimiminika, aina ya hewa ambacho kinaweza kustamili ndani ya ule mpira wa kiume, yani volume. Kwa hiyo kwenye chumba hiki kuna hizi mashine ambazo zinaitwa kwa ujumla ni air inflation systems. Kazi yake ni kwamba mchunguzi akiwa anapima bursting pressure and volume ya mpira wa kiume atavesha ule mpira wa kiume kwenye hizi test head mbalimbali mbali na ataruhusu mashine iweze kuingiza hewa kwenye kila mpira wa kiume na ule mpira wa kiume ukiwa hapo utatanuka mpaka kiwango cha mwisho ambacho inaweza kuhimili na kupasuka. Kwa hiyo, hii mashine sasa itasoma taarifa kwenye kompyuta, itakueleza kwamba mpira huu wa kiume umeweza Kucontain au kubeba kiasi fulani cha volume ya hewa kwa unit ya liters, lakini pia itaweza kukueleza kwamba pale ambapo mpira ule unapasuka, basi pressure iliyokuwepo ndani ya ule mpira ilikuwa ni kiasi gani? Aidha ni kilopasko moja au mbili au pungufu ya hapo. Umuhimu wa kigezo hiki pia ni kutuonesha uimara wa mpira wa kiume na inaweza ikatuhakikishia kwamba iwapo mpira wa kiume utakapopimwa na kuonekana kwamba umekidhi vigezo vya pressure na volume, basi mpira ule wa kiume ni imara na unaweza kustahimili mazingira yoyote ile katika usafirishaji, kuanzia inapotoka kiwandani, lakini unapoendelea kukaa kwenye store ambapo inatunzwa na store za madukani au kwenye maduka ya dawa, mpaka wakati ambapo itakapomfikia mtumiaji, kwamba basi mpira ule unaweza ukaendelea kubaki na ubora wake ndani ya muda ambao uliandikwa, kama huu ni muda wake wa matumizi yani shelf life, kabla ya ku expire. Maabara hii inapokea sampuli kuu za aina mbili: sampuli za ndani na sampuli za nje. Sampuli za ndani ni mahususi kwa ajili ya malengo ya kiudhibiti na zinaweza zikawa ni sampuli za aidha za ukaguzi au sampuli za usajili. Iwapo mamlaka inataka kusajili aina fulani ya kifaa tiba, baada ya kupitia taarifa mbalimbali kutoka kwa mzalishaji au mteja ambaye anaingiza hiyo, anataka kusajili hiyo bidhaa, mamlaka inaweza ikaamua kwamba inahitaji kifaa tiba hiki kifanyie uchunguzi wa maabara ili kuthibitisha ubora wake. Kwa hivyo sampuli ya namna hii ikiletwa maabara tunaipokea kama sampuli ya usajili, japo sampuli za namna hiyo sio nyingi sana, lakini pia maabara inaweza ikapokea sampuli za ukaguzi au ufuatiliaji wa ubora wa bidhaa sokoni. Kwa sampuli hizi, general tunaita sampuli za inspection. Kwa hiyo, wapo ukaguzi umefanyika na kuna sampuli ambayo imetiliwa mashaka ubora wake basi mamlaka inaweza kuchukua sampuli ile na kuileta maabara kwa ajili ya kupima ubora na ufanisi wake na kuendelea na hatua nyingine za kiudhibiti. Sampuli ya aina ya pili ni sampuli za nje au tunaita external samples. Hizi sampuli zinatoka moja kwa moja kwa wateja ambao, wateja binafsi, ambazo ni maabara nyingine au waingizaji wa bidhaa au wazalishaji wa bidhaa za aina za vifaa tiba au ambao wanataka kujua ubora wa vifaa tiba nao wanaweza kuleta bidhaa zao kwenye maabara yetu na sisi tukafanya uchunguzi ili kubaini ubora na ufanisi wake. Asilimia kubwa ya sampuli zinazopimwa kwenye maabara ya vifaa tiba kwa sasa ni mipira ya kiume na mipira ya kike, ikifuatiwa na sampuli za gloves lakini pia ikifuatiwa na sampuli za sanitary towels, yani taulo za kike pamoja na sampuli za diapers kwa ajili ya watoto. Lakini pia maabara hii inapima sampuli za pamba kwa ajili ya kufanya dressing ya vidonda pamoja na cotton gauze. Sampuli inapofika maabara kwa ajili ya uchunguzi, na baada ya kusajiliwa kwa kuingiza taarifa zake kwenye mfumo, muda wa uchunguzi unategemea unategemeana na complexity ya kigezo husika, lakini kwa ujumla tunafuatana tunaendana sambamba au sawia na matakwa ya client service charter ambayo inataka kwamba uchunguzi uchukue chini ya siku kumi na nne za kazi, lakini kuna baadhi ya sampuli vigezo vyake uchunguzi wake hauhitaji muda mrefu, zinaweza zikawa tayari ndani ya siku mbili za kazi lakini kuna sampuli zingine uchunguzi wake unahitaji muda mrefu zaidi. Hiyo zinaweza kuenda kuanzia siku nne na kuendelea kulingana na uh, ugumu wa kigezo husika ambacho kinahitajika kupimwa kwenye ile sampuli. Maabara ya vifaa tiba ilianzishwa kwa lengo kuu la, ku, la kusaidia katika utekelezaji wa kazi za kiudhibiti za mamlaka. Kwa hiyo maabara hii wateja wake wakubwa ni wateja wa ndani, ambazo ni kurugenzi nyingine za mamlaka ambazo zinaleta bidhaa mbalimbali ili kuthibitisha ubora wake. Lakini maabara hii pia inapokea wateja wa nje, kama nilivyotangulia kusema awali kwamba tunapokea sampuli za nje tunazoziita external samples. Kwa hivyo tunawakaribisha wateja kutoka nje ambao wanaweza kuwa ni wazalishaji wa vifaa tiba wa ndani na nje ya nchi ambao wanataka kuthibitisha ubora wa vifaa tiba ambavyo amevizalisha vinaweza vikaja kwenye hii maabara vikapimwa, lakini pia tunawakaribisha na wanafunzi ambao pengine wanafanya tafiti mbalimbali zinazohusiana mbali na vifaa tiba au kwenye eneo la vitendanishi. Pia maabara yetu pia ina uwezo wa kupima ubora wa vifaa tiba hivyo, lakini pia wateja mbalimbali pengine wateja ambao wanataka kuingiza bidhaa na kabla ya kuziingiza, wanataka kuhakiki ubora wake. Pia wanaweza kuleta sampuli moja kwa moja kwenye maabara ya TMDA kwa ajili ya kupimwa ubora wakapata na cheti cha uchunguzi, wakaendelea na hatua zao nyingine za kuingiza hizi bidhaa na kuziuza kwenye soko la Tanzania. Kwa ujumla, maabara ya vifaa tiba ambayo iko chini ya kurugenzi za huduma za maabara inasaidia katika kupata Scientific based evidence ya ubora wa vifaa tiba na vitendanishi ili kuweza kusaidia mamlaka ifanye maamuzi sahihi ya kiudhibiti na hivyo mwisho wa siku kuweza kulinda afya ya Mtanzania. Kwa hiyo katika kutimiza dhana nzima ya kulinda afya ya jamii, basi maabara ya vifaa tiba nayo inatoa mchango wake kwa katika kutekeleza kazi za mamlaka kwa ujumla kwa kutoa majibu ya uchunguzi wa bidhaa ambazo zinadhibitiwa na mamlaka ya dawa na vifaa tiba na hivyo kuchangia katika dhana nzima ya kulinda afya ya jamii. Afya bora kwanza. Mtazamaji, hivi ndivyo tunavyohitimisha kwa siku ya leo, kipindi chetu cha TMDA na jamii, kwa siku ya leo tulikuwa tunaangazia maabara ya vifaa tiba ndani ya TMDA ndani ya mamlaka ya dawa na vifaa tiba. Tumemsikiliza mtaalamu wetu Bi Catherine Rwanda akieleza ni namna gani maabara ya vifaa tiba ni muhimu katika swala zima la udhibiti, na tunaongelea udhibiti wa ubora, usalama pamoja na ufanisi uh, wa vifaa tiba. Kwa siku ya leo tulikuwa tunaangazia namna gani maabara hii ya vifaa tiba ina mchango mkubwa katika kuhakikisha inalinda afya yako, afya ya jamii inalindwa siku zote. Ni kushukuru wewe ambayo umekuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki hadi muda huu ninapohitimisha TMDA na jamii, lakini ninakualika ukiwa na maswali au maoni au jambo lolote, ukitaka kuwasiliana nasi kipindi cha TMDA na jamii, usisite kutuandikia kupitia barua pepe ya info at tmda go tz au kutupigia simu ambayo ni ya bure kabisa, nambari 0800 moja, moja, sifuri, sifuri, nane, nne. Kutoka TMDA na jamii, mpaka muda na wakati mwingine. Naitwa Gaudensia Simwanza, nakwambia kwa heri.